Karibuni sana Kiswahili Rahisi. Subscribe. Je, unajua Kiswahili kina sauti thelathini na tena zimegawanywa katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni irabu tano na kundi la pili ni konsonanti ishirini na tano. Irabu pia huitwa vokali, hizi ni a e i, o u. Irabu zinapotamkwa hewa kutoka mapafuni haizuiliwi kokote, yaani hewa hupita kwa ulaini. Ila pili la sauti za Kiswahili ni konsonanti, hizi ni ishirini na tano, kuna ba, cha, da da da, kama ya dhambi, fa, ga, gha gha, kama ya gali, ha, ja, ka, la, ma, na, ng'a kama ng'arisha, nya, pa, ra, sa, sha, ta, tha, va, wa, ya na, za. Konsonanti Utamkwa kwa kubana au kuzuia hewa katika ala za kutamkia, yaani ulimi na midomo. Hizi konsonanti huainishwa yani, they are classified into three: jinsi ya kutamka, mahali pa kutamkia na mtetemeko wa nyuzi za sauti. Ni muhimu kukumbuka kuwa Sauti hizi mbili hazijumuishwi miongoni mwa sauti za Kiswahili. Sauti zote huandikwa kwa herufi ndogo na lazima mshazari au mkwaju kule kando. Subscribe na like video yangu. Shukran sana kwa kunisikiliza.